Hello, habari ya wakati huu wapendwa, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya, na leo tunaenda kuzungumza mada ambayo imekuwa ikiulizwa sana pia, japo niliwahi kufundisha dalili za mtoto wa kiume kwa mama mjamzito. Lakini leo nitagusia au nitafundisha dalili za mtoto wa kike kwa mama mjamzito au tumboni mwa mama yake. Kabla hatujaanza kuumbuka jambo moja muhimu: njia pekee na ya uhakika kujua jinsia ya mtoto kupitia ni kipimo cha hospitali kama ultrasound. Hizi tunazozungumza ni imani za jadi na za kijamii, hazina uzoefu wowote, na baadhi ya watu wamekuwa wakijua kwamba hizo dalili ni salama, lakini sisi tunasema hatuna imani nazo, mpaka upate vipimo vya hospitali. Basi tuende moja kwa moja kwenye ma kichefuchefu kikali. Watu wanasema kichefuchefu kikali ni dalili za mtoto wa kike. Watu wengi wamekuwa wakiamini kwa kuwa mama mjamzito akiwa na kichefuchefu kikali sana. Mara ya kwanza niliwaambia, kwa mtoto wa kiume kichefuchefu kinakuwa kidogo, lakini kikiwa kikubwa mtu anaamini kwamba ana mtoto wa kike tumboni. Lakini pia uh, kumbuka kwamba si kila mwenye kichefuchefu anabeba mtoto wa kike. Inategemea, unaweza ukawa na kichefuchefu kikubwa, lakini ukapata mtoto wa kiume pia. Lakini wakati mwingine mnasema kwamba mapigo ya moyo wa mtoto wa kike yanakuwa juu sana kuliko wa kiume, na kuna imani inayosema hivyo. Kama mapigo ya moyo ya mtoto ni zaidi ya ya mia moja arobaini kwa dakika, basi huenda ni mtoto wa kike. Sasa hiyo hatuna imani nayo pia. Hii mara nyingi hupimwa hospitalini wakati wa kipimo cha kawaida. Hata hivyo, kitaalamu mapigo ya moyo hubadilika kulingana na umri wa mimba na sio kipimo cha uhakika tunaelewana lakini pia kuna tamaa ya vyakula vitamu. Kwa hiyo pia inasemekana kwamba ni, ni dalili ya kupata mtoto wa kike, kinyume chake Aa, wakisema kwamba tamaa ya vitu vya chumvi au nyama huathiri mtoto wa kiume, lakini ukweli ni kwamba tamaa ya vyakula hutokana zaidi na mabadiliko ya hormones, wala sio jinsia ya mtoto. Lakini pia kuna namba nne ambayo inahusisha watu kwamba kuna mabadiliko ya ngozi na uso. Kuna msemo unaosema mtoto wa kike anachukua uzuri wa mama yake, kwao unakuta wa mama mjamzito mzito hajaharibika sura yuko vizuri na anapendeza, mtu anaamini kwamba ni, ni dalili za kupata mtoto wa kike, lakini hii ni imani ya jadi tu, na haina ushahidi wowote wa kitabibu. Na wengine wanasema umbo na tumbo, kwamba baadhi ya watu waamini kwamba tumbo linakuwa limeenea pembeni zaidi, basi mtoto wa kike, lakini ukweli ni kwamba umbo la, la, la tumbo hutegemea zaidi na umbo la mwili wa mama yake lakini kuna mabadiliko ya kihisia kwamba homoni za, za ujauzito zinaweza kubadilisha mabadiliko makubwa ya hisia. Wengine huamini kwamba hisia kali zaidi zinaweza kuhusishwa na mimba ya mtoto wa kike kutokana na viwango vya homoni, lakini kitu kingine ambacho tunaweza kuangalia ni kwamba hiyo haina uthibitisho kamili au rasmi au wakitibabu pia na naweza nikahitimisha hivi kwamba kwa ujumla dalili hizi ni imani na uzoefu wa watu, si kwa njia za uhakika. Ha? njia salama na sahihi ambayo unahitaji kuitumia ni kupata kipimo cha ultrasound ambacho kitakusaidia sana kujua uhakika wa mtoto. Na kama umefurahi au umesikiliza video hii na imekubariki tafadhali usisahau subscribe, kulike na kushare kwa wamama wengine ambao bado wanakuwa na imani hizo. Endapo akija kupata mtoto, anajiona kwamba yule ambaye alikuwa amempata hakutarajia kama yule mwingine, lakini pia watoto wengine au watoto wote ni sawa.